Ukiachwa achika Alright. Aya, Jana ilikuwa ni mehem katikati ya Brian na Magdalene. Let's see how it goes today in Nana Radio 47 wakati ukiachochika. Anasema anataka kuachana na mume wangu, namba yake ndio hii. Yeah. This must be very serious. Aya, weka simu karibu, simu inakuja through we calling you. Kutoka Chemotone kazi. Hello. Yes. Habari leo mami mzuri sana uko sawa niko salama na shukuru. huyu ni Dr. Funenge na kupiga kutoka Radio 47 Chemba. Yes. na leo mazee ni mwona SMS yako tumaangia meseja yako ya ukiachwa achika. Yes. From Makweni. Yes. Karibu sana. Unasema Anet? Anek. Anek eh? Pa pa. Pan Panek. Panelek. Le Ai, bona hii. Bona, sisikii vizuri network. Ebu ni spell oh, It's a new name. Oh, P A eh. L E eh. C K. Palek. Yes. Ah, nimeipata, sababu niambie mami, from Makueni. Sasa? Yes, mama. Uh, mi ni mama ya watoto watatu naniliolewa okay. Na tulikuwa okay. Tunaishi vizuri tu tuna mm. Na mme wangu nampenda sana mm. Lakini imefikia mali yamebandilika fayiini nafanyika, yeah. Nafanyika? Mm, ilikwanga na kazi aliwanga ameniekea kazi ya Tuka, nikakuja tu nikafunga nikawa na madeni hey. Na kwa sababu nilikuwa hey. na madeni mengi yeye tu aligarimika, akanilipia na ni kama kitu ya kumfurahisha, na akaanza kubandilika, akawa tu anisaidie mm. Alikuja nyumbani mwezi wa tisa. The last time alikuja nyumbani mwezi wa sita wa tisa wa tisa. Anaishi wapi? Eh, uh, sai sai siko shaka kama kwa Kitengela ama kwa wapi. Hata haujui kula ambako yuko. Sijui. What? Yes. What is your last conversation? Yeah. What was your last conversation? Maongezi yenu ya mwisho ilikuwa ni nini? What? Mimi hataki kusikia sauti yangu. Nikimpigia anaongea vibaya. Hey ananiongelesha vibaya, yaani hata ilifika mahali aka- akaongea na watoto. On Sunday aliongea na watoto ehhe, akaongea tu na kakijana ka kijana kamka, ako first born, ako grade five. Okay, ehe, akaanza kumwambia sasa, mamako sijui nini, mwambie nimejipanga. Unajua naye mtoto aelewi hiyo ni nini? Unaambiaje mtoto vitu kama hizo? Pia yeye ehe, hey. yes alikuwa anamwambia hivyo eh. Hey. na kwa sababu mtoto tu aelewi, mi nikachukua simu nikakata E, uh hiyo -huh, kitu nasikia tena, na nyuma na nyuma kabisa, kwa sababu nataka kumwacha na, na sasa sahii, kwanza mmekuwa mkisurvive aje kwanza? Nikiuliza okay, mimi nimekuwa nikisurvive na kufanya vibarua, nafanya uh -huh. tu vibarua zinanisaidia, napata chakula ya watoto na watoto wote watatu ni wake, wote ni wake, na hajawaona kutoka kutoka Septemba kutoka Septemba kuja nyumbani. Na ukimuuliza okay, shida iko wapi? anakujibu nini? hata nataka niende, ananiambia yeye hata amejipanga. kuna jambo ambalo maybe unaweza kuwa ulimkosea o something yeah, sorry, unaweza kuwa maybe, kuna jambo ambalo ulimkosea ama something inye tu nilimkosea ni hiyo tu, sababu ya nilikuwa na madeni sijui nini. Ananiambia alikuwa ameniwekea kazi tuishi vizuri mm. But nimejaribu tu, nimemwomba msamaha, lakini tu ni kama tu aelewi kabisa, asikizi kabisa excuse, mm. So, are you sure this is the decision that you want to make yes. So, what are your conditions ukiachana, okay, condition zako ni gani? Mi nimeamua mm. Watu ni mwache mm. Nirudi kwetu Kitui mm -hmm. Nikae huko tu my wa Kitui ni wa nyumbani. Unaweza, unaweza, unaweza kuwa kazini yangu na tunaongea hapa Kitui. Wapi? <laughs> Kitui mwingi. oh, mimi ni wa Kitui mimi eh. Mtu, mimi ni wa Kitui mtonguni huko oh. Ndio mama anatoka, hata nilikuwa huko Saturday tukimaliza mazoko Yes, nilisikia ukisema. Eh. Sasa, hey, unasema you're done and tired, you've closed this chapter, chapter, a chapter. Of course, yes. Haya, anaitwa nani? Anaitwa Momo. Momo. Yes. Haya, wacha tumpigie simu. Weka tu, don't hang up. Wacha tumpigie. Yes. So we get to get both side of the story and then from there we make a final decision. Haya. Wewe.

Eh, nimeletewa jambo fulani hapa tu handle. Na nimwambia nikupigie simu nijue akili yako inasemaje. uh, mke wako ameniambia nikutafute. Mm. na ananiambia pa, eh, pan, Panek. Panek, mke wako, mama ya watoto wako amenembeni kutafuta kwa sababu anasema yeye hajui kile ambacho kinafanyika, na angetaka oh, e, anas... ange... e, anasema anataka mwachane, lakini kabla tufike hapo, your side of the story baba eh? hey. Hello. Adi razaba. Adi razaba nini? nikupigie nisebbamnambie. Mm. Yeye angependa mwachane kwa sababu haelewi kwenye ndoa yenyu iko, and the last time ulikuwa nyumbani ni September last year, na ukaambia mtoto wenyu wewe ushajipanga, so she feels like wewe usha move on, kuna mtu mwingine na angetaka muachane. Ati ati nikaambia nani? ukaambia mtoto ati wewe umejipanga? Ati mtoto sasa wewe ati umeniambia, wewe unaitwa aje? mimi naitwa Dr Ufoneke. Mm, e, kutoka, na, kutoka Radio 47 Mm. Eh. Hey. Um. Hiyo yani hiyo mambo eh. Hey. Um. Hata mimi si hata mimi si, hata mimi si, hiyo mambo mimi si sijui. Hiyo mambo hujui? Eh, uh, fanya hivi. Eh. Hey. Saa hii tuko tuko usiku. Aya, uh, kabla kabla ikuwe usiku. Eh, uh, ngoja uh, ngoja. Saa hii tuko usiku. Eh. Hey. Na, na, na, na, na namba unanipigia unanipigia simu saa hii hey. Eh, hata saa hii haikuwa na moto eh. Mumo, mumo, unarealize unanidanganya? Sijui kama unagundua kwamba unanidanganya. Aya, wacha tuongee tu mpaka izime. So oh, so now tufanye hivi. Sikiza mumo, mumo. mm. Mimi ni mwanaume kama wewe All right? e And, uh, na hii show inaitwa Chemba. Hii ni show, show inakuwa ni show ya wanaume. Naongelesha wanaume. Una get? And I know at times marriage can be difficult. Hiyo ni ukweli. Ndoa ni ngumu. Ndoa inasumbua. Hata mimi nilijaribu, nilijaribu, ikakataa, nikarudia tena. Aha. Unaelewa? Kwa hivyo mimi na, nakupigia kama mwanaume wenzako and nimemwambia mimi sitapigia mzee wako nimwambie muachane until nimsikie side yake ya story kama mwanaume wenzangu. Okay tu Kiswahili lini? No, amenitumia amenitumia, eh, message. Nikampigia akaniambia nimpigie, akaniambia uh-huh. Ah, hapa kuna kashida. Mara ya mwisho kiwa nyumbani ni Septemba siku okay. Hizi umeongele shangi hajui nini inafanyika, na uliongea na mtoto ukaambia mtoto wewe umejipanga, kwa hivyo yeye anasema nda kurudi Kitui aendelee na maisha kwa sababu ni kama wewe umejipanga, umeendelea we. Ah, mami. Yes. ni yeye ni yeye kabisa, hiyo stori ni kama ameruka kabisa na anajaribu kuruka hata, hakuna simu inaisha moto hapo hiyo. Eh, ameruka eh, ameruka kabisa. mm. hmm. So let me ask mama. uh-huh. Have you tried kidogo ku maybe, uh, wazazi ama family kuwa involve kwa hii mambo? Nimejaribu kabisa, na yeye anamwambia ni because now I am more interested in what he is saying than uh, than what is coming from you. So unataka yeye yeah, anasemaje akiulizwa? Akiulizwa? Mm. Anaambia wazazi wake hakuna shida atakuja nyumbani. Wanamuuliza, mbona umekaa hizo siku zote? Unajua kuna family ambayo inakutegemea mm. Anakata simu. Ako na miaka ngapi? Ako I think around that ni 87. 87. Huyo yeah, ni mtu anaelekea 40s. Ni wapi mambo ilianza kuanguka? Because we must also start checking where did the rain start beating. Was it, ukoshua ni after biashara? Sababu na fili kama mambo ya deni na biashara ni excuse. Hapo ndipo kulianza kuwa na shida akaanza tu kuniambia sijui hiyo kazi ilikuwa ya pesa mingi mm. na hakuwa na expect hivyo. Mi namwambia tu kama ni biashara, biashara kubwa zinaanguka, na nipea another chance nitajitakamua, nita, nita, nita kabisa, lakini aelewe kabisa hizi deni zilitokea wapi, ni kuchukua stock. kuchukua stock, mm. juu ilikuwa kazi ya cosmetics na kushona na sasa unapata mtu ameniachia elfu tatu nimshonee ni, ni nguo mm. nikaa tu yaani, hiyo pesa ni kama nilikuwa na kula. mm. Alafu sasa venye sasa ilikuja, nikafunga hiyo kazi kwenda nyumbani. Unajua, watu wananifuata nyumbani. mm. wenye sasa wenye tu wakinifuata waki nyumbani, na wapia tu namba ya mzee wanampigia. saa chenye tu walifanya cha muhimu, aku anakataa Hmm. Ana, anamtumia pesa yake kama ana anamwambia siku yenye akachuma. <sighs> Mami, you realize wewe, uh, ndio ulikosea kabisa. Najua ni mimi, yeah. eh. mm -hmm. Really wish ningekuwa ningekushuga ninge coat nikupembeleze. mm -hmm. Lakini I, I must tell you the truth Yeah. Uh, I know hata mimi sitasema ni wakati mgani kwa maisha yangu mm. Lakini kuna wakati huko nyuma p mimi nilifunguliana biashara na biashara ikaanguka and I spent a lot of money almost karibu elfu mia nane huko. Na ukweli ni kwamba nilikasirika kwa sababu mimi najua nilitoa p hizo pesa mm -hmm. Najua ni nini nilijinyima kwa ajili ya mke wangu for her to come and waste that money and, and, and, and, and the business to fail kwa uh hivyo -huh. We must admit hata kama eh, kitu ambacho kilifanya ni want, I want to explain to you uh -huh. What happened is is that the picture that your husband had of you in his mind baada ya we kuanguka biashara picha uh yenye -huh. alikuwa nayo juu yako ilip, ilip, ilip, ilipungua so he started seeing you as a parasite parasite ni kunyonya damu mm. he started seeing you as a waster mtu mm a -hmm. kuharibu kwa sababu iko number three we men don't like it when it look like you are disrespecting their source mm -hmm. of living or the product from the source of living. Yani wanaume tunachukia sana tukiona ni kama unadharau kule ambako pesa inatoka ama unadharau mazao ya kule ambako nafanya kazi mm. We, we never know how to recover from that, yeah. All right? Sitaki nikudanganye mama. mm. All right? And truth be told, you might not lose your man or you might not lose your marriage but ukweli ni kwamba <laughs> umetafutiwa mtu wa kukusaidia, ukweli yuko. Na hiyo na sitaki nikudanganya. I'll tell you that from a man, man, to, from man to man perspective by the time mwanaume hajakuona kutoka September mpaka sasa hivi, kwa nini unafikiria, unafikiria yeye ni chuma Tuma. si chuma. I want to be very honest hmm. with you, so you must start facing the reality that there is a second wife ako. yes. hiyo nayo iko Unajua kuna ile umejiambia nw uh -huh. E, na usijifanye usiweke hasira, utoke, utoke uh -huh. E, nyumbani mpaka Nairobi kukuja kuangalia hiyo uh -huh. ni hasara unajitafutia. uh -huh. ambia mzee hata kama mtakutana Nairobi town kwa hoteli uh -huh. sawa, sawa. Mwambie mzee wangu kuja tuongee. Yeye leo ata sitaki kuvunja. Yeye leo na feel. It is just you, there's something you guys need to open your heart to uh -huh. Kuna kitu ndekana mfungulie ni roho. Akwambie vile ali feel na nawe uombe msamaha and mom at no point usipanishe kiburi ama asira. Humble yourself. Good. This is still the father to your children and I can still feel it. Kwa hivyo hii hata leo sikazani sana ikuwe ukiachwa achika, no? Mm. Find a way of how utapata mwanaume usiende kwake mami, yoni kiserani unatafuta and he will hate you even more. h yes. Ata kuchukia ta ile kabisa usijaribu kuenda hivyo kwa wanaume atupendangi ukitukujia na fujo. Ndio tunafunganga hiyo mlango kabisa na tunakufukuza kabisa. Hii mambo ya ndoa mnaanza kuchana jina za baba aoo because mmeanza kuwa familia mm-hmm. Mwite, mwanze mnaamka, unamwambie good morning babe, may God bless you and bless you at work. Nyamazia hapo. Afternoon. Saa nane muandikie mwambie eh, good afternoon babe ama baby ama sweetheart. Mm-hmm. I hope umekula lunch. Mungu akubariki sana. Sisi na watoto tunakumiss. Wachia hapo, singoje reply. Na usi expect reply. Jioni, kabla ulale, good, eh, good, good evening ama good night Bebi, napenda vile wewe uko unanichekesha. Lala vizuri, I hope umekula. Mimi na watoto tunakumisi na tunakupenda. Mom, do that for the next one month, niandikie message utaniambia all right? Yes. Eh, this one spirit imekataa, hii si ya kuvunja, hii bado iko na nguvu, haijaisha. Do that for the next one month every day kuanzia leo saa hii. Ah, si sahi sahi, baada akona asira kwa sababu amekuwa kwa radio anzia asubuhi sawa, yeah. uh -huh. Sawa, yeah. Aya, Mungu akubariki mami naulale vizuri. It shall be well. Sana, sana, sana. Aye. Sana shabaya mami, oh. We Bwana Mung'ao, mshahara wangu haitoshi. Leo wacha nikwambia ukweli <laughs> Bwana Mung'ao, konta yangu inaisha Julai, tafadhali mshahara wangu haitoshi Tuambiane ukweli, hey! mm. <laughs> ukiachwa achika, ukiachwa achika.